Amini yeye awe na uzima milele nami tamfua siku ya mwisho imani katika msalaba Kristo katika upendo, katika upendo. Imani katika msalaba. Leo ndugu zangu tunaadhimisha misa kwa kuwakumbuka waamini marehemu wote walikuwa baba zetu babu zetu watoto wetu ndugu zetu na wengine hata hatuwafahamu mama kanisa lakini anayoweka siku hii tuwezi kuwakumbuka marehemu wote, kwa kuwa pengine wengine hatuwakumbuki na hata tuwaombei. Na hivyo mama kanisa anapoiweka hii anataka wote waweze kupata sala na maombezi yetu. Katika mafundisho ya kanisa tunafundishwa kuwa kuna makanisa ya aina tatu. Kanisa la kwanza ni kanisa la wasafiri. Kanisa la wasafiri ni sisi ambao tuko hai ambao tu ambao bado tunaishi hapa duniani ndio tunaitwa kanisa la wasafiri. Tukiwa katika kanisa hili la wasafiri tunaweza kusali, tunaweza kuomba, tunaweza kutubu, tunaweza kutenda matendo ya huruma, tunaweza kuomba msamaha. Kimsingi, kanisa la wasafiri ni kanisa ambalo linafanya juhudi ya kujitakatifuza, kujirekebisha, kujiombea na kuombea wengine ili tuweze kustahilishwa kuingia katika kanisa lingine. Kanisa la pili linaitwa kanisa la toharani, kanisa ambalo linalosafishwa. Baada ya kutoka katika dunia hii, baada ya kutoka katika kanisa hili la wasafiri, tunaondoka kwa kwa kuonja kifo na kwa kuwa binadamu siyo mkamilifu, tunabaki na mapungufu yetu. Tunapofariki tunabaki na makovu, tunabaki na dhambi ndogo ndogo. Tunapoingia katika kanisa la toharani, kanisa lilosafishwa. Tukiwa katika kanisa la toharani hilo, huyu aliye katika kanisa la toharani, ambaye inabidi asafishwe hawezi kujiombea hawezi kujiombea. Yeye huyo aliye katika kanisa la toharani, kanisa linalosafishwa anahitaji sala zetu, anahitaji sala zetu, si ambao tuka kanika, kanisa la wasafiri. Mtakatifu Odilo abate katika karne ya tano, yeye alionyeshwa na Mungu kwamba sala zili kwa zikutolewa na za misa takatifu wale waliokuwa toharani walipunguziwa adhabu yao, walipunguziwa adhabu yao na kuingia mbinguni haraka, mapema zaidi kuliko wakati kuliko bila sala, sala hizo za misa taka. Kwa hiyo papa Benedikto wa kumi na tano akaagiza tusali misa tukiwaombea marehemu, na ni siku hii tu paada warahusiwa asali walao misa tatu kwa ajili ya kuombea marehemu. Sala hizo zinawafaa hao walio toharani, kwa sababu hawezi kujiombea. Wanahitaji sala zetu sisi tulioko hapa duniani, sisi kanisa la wasafiri. Kanisa la tatu ni kanisa shindi, kanisa la watakatifu, kanisa la watakatifu wale ambao wameonja, wamefaidika na sala zetu, sasa wanaingia katika kanisa la watakatifu. Ndio sherehe ya jana tuliyoadhimisha jana, wale mliobahatika kuja, kanisa la watakatifu. Ndio kusema leo tunapoadhimisha kanisa la toharani, kanisa la wale wanaosafishwa, tunajiandalia jeshi, jeshi la waombezi. Ni siku hizi tu ambapo watu hatuna shukurani, lakini kama umetendewa jambo jema jambo jema katika maisha yako, mara nyingi unawiwa kushukuru, una, una, una, una, unawiwa kumrudishia huyo aliyekutendea jambo jema kama alama ya shukurani. Marehemu ambao wako toharani hawa, kanisa linalosafishwa, kanisa la toharani, kwa sala zetu tunapowaombea, wanapoingia katika kanisa la, la watakatifu tulioadhimisha jana, sasa wanakuwa waombezi wetu. Kwa hivi sala zetu nikama tunawekeza, tunawekeza katika kanisa hili la toharani, ili wanapofika huko mbinguni, kanisa la washindi, kanisa la watakatifu, waweze kutuombea. Hawatasahau kutuombea, kwa sababu tumewekeza katika maisha yao, wao wataweza kutuombea. Hiyo mara jana, tulisema tuliombea watakatifu wote tulisa tusherehekea watakatifu wote. Tulikuwa tunasherehekea ushindi wa hawa ambao walikuwa toharani, wameingia katika kanisa la watakatifu. Ndugu zangu, somo la kwanza tulilosikia, Ayubu ambaye anateseka, anahangaika kwa shida nyingi, anamtumainia Mungu kwamba kwa nitamuona hata kama nitakuwa sina mwili nitamuona Mungu, tamuona Mungu kwamba shida zake hizo hazikumufanya awe mbaya na Mungu, alibaki na matumaini kwamba pamoja na shida zote hizo na adha zote anazozipata, hata kama bila mwili atamona Mungu. Na injili imetuambia kwamba kwa kuwa mapenzi yake baba yake ni haya ya kwamba kila amtazamaye mwana na kumwamini yeye awe na uzima na wa milele, nami tamufuwa siku ya mwisho. Tunayo matumaini, tunayo imani kwamba hao waliolala katika Kristo hao tunao waombea, waliyotowalani Mwenyezi Mungu atawafufua, atarudishia uhai, na ahadi yake sio bure, ahadi yake haipingiki. Somo la pili ametuambia, hametuwambiya ni rahisi sana kutenda mema kwa yule unayempenda kwa yule aliyetenda mema. Lakini Mungu ametupenda zaidi, kwamba hata tulipokuwa na dhambi alimtoa mwanaye mwanaye wa pekee afe kwa ajili ya dhambi zetu, afe kwa ajili ya dhambi zetu. Ndugu zangu, tunaalikwa tunapo wakumbuka na kuombea marehemu waliotangulia, ili waweze kufikia utakatifu, tujiombee na sisi ambao bado tuko hai, ili baada ya maisha haya na sisi tuweze kufikia huko ambako tunatamani, ambao tunatamani ndugu zetu hawa waweze kufika, ili tuufikie huo utakatifu. Tunaalika kusali, tunaalika kutenda matendo mema, tunaalika kuwajibika kwa ajili ya kanisa, tuna tunaalika kuwa watu wa haki, wako wako jali kutetea na ku kupenda amani lakini watu wanaotenda mema, ndipo ambapo tutaweza kuingia katika kanisa hilo ambalo lililo la watakatifu ambalo hawa tunawaombea marehemu wetu hawa, tunawakumbuka tunawaombea, ili Mwenyezi Mungu awasamehe dhambi walizokwa nazo na wakaribishe katika uzima wa milele. Ndugu zangu kufikia utakatifu siyo lele mama. Tuombe katika misa hii Neno la Mungu tulilosikia na Yesu wa Kristo kwa kumpokea tujalie neema tuweze kujiandaa vizuri, na na kwa sala zetu hizi tunawaombea ndugu zetu hawa waliolala katika Kristo waweze kufikia utakatifu, na sisi pia baada ya maisha haya tuufikie utakatifu, atukuze Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.